Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, naomba niwaambie wanabusega kwamba sasa hivi tuko kwenye kazi kubwa ya kutafuta dola, na ili tufikie malengo tunatakiwa tuwe wamoja, tuwe mawamoja na tushikamane, tuwe na mashirikiano wana CCM wote, lakini pia tuhakikishe kwamba makundi yasiyokuwa na tija tuachane nayo. Makundi yanaweza yakatuvunjia chama chetu, yakatuharibia ushindi wetu ambao tunategemea kuupata. Lakini kwa kipekee, naomba ni washauri wa kina mama wa kina mama, kipindi cha uchaguzi kimefika, kila mmoja ajipime, akiona anaweza na ya kugombea kuna nafasi za madiwani, kuna nafasi za wabunge. Sasa hivi nafasi zina wenyewe, lakini ikifika mwezi wa sita nafasi zote zitakabidhiwa kwenye chama. Kwa hiyo kila, kila mwananchi anayo haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Akina mama oye! Lakini kwa upekee kwa vile ni mama, naomba ni niwanasihi vijana, vijana wangu Vijana na waomba sana, msikubali kutumika katika watu ambao hawakitakii mema chama chetu, msitake kuga, msikubali kugawanywa, mshikamane vijana ndiyo, ndiyo kioo cha chama, ndiyo jeuri ya chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mkinunuliwa nyie, mkitengana mki mkigawanywa makundi, basi itakuwa kwamba chama chetu kitayumba kita kwa hiyo nawaomba sana, Mama Samia Suluhu Hassan ikifika mwezi wa kumi, naomba na sote tumpe kura nyingi za kishindo, na si kura za kishindo tu, zio kura za heshima. Nawaomba watakao mpa Mama Samia kura wanyoshe mkono, na atakaye kuwa kunyosha mkono ni mchawi. Mama Samia oye! Mama Samia!